Huyu ni President William Samoei Ruto, amiri jeshi mkuu wa Kenya. Ameamua kufaa nguo ya kijeshi, wenyewe wanasema kimeumana, yaani kama mbaya mbaya. Yeye ndio anasimamia wanajeshi wote wa Kenya, askari wote wako chini yake. Leo amejitokeza kama amefaa nguo rasmi ya jeshi ya Kenya, hivyo ndio vile Rais wa Kenya anafaa kama imeumana, akiaminisha kukaa kijeshi. Hiyo ndio full combat, ijapokuwa ni bunduki peke yake ndio yeye hajabeba mm. na sasa tujui kama yeye amesomea mambo ya mabunduki ama vipi, ama bunduki inakuanga na bodyguard. Yeye hapo amefalia nguo rasmi ya kijeshi hivyo tumewahi kuona Uhuru kama amefaa nguo za kijeshi. Mtu mwenye ambaye hatujawahi kuona kama amefaa nguo ya kijeshi ni President Daniel Arap Moi peke yake, na hata Kibaki sijawahi kuona kama amefaa nguo ya kijeshi, na Uhuru amewahi kufaa hata pia naye nini, hata pia Ruto saa hizi tumeona hiyo ndio nguo ya kijeshi, na hiyo nguo sio tu hiyo aina moja, iko aina tatu ya hizo nguo ya kijeshi, kwa sababu hiyo ni ya Army, Kenya ami Army. kuna ya Kenya Air Force, kuna ya Kenya Navy. Anaweza akaamua kufaa gani.